Tukiendelea mtazamaji, huku taifa likimuomboleza aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, mafanikio yake ya kisiasa yameorodheshwa kwa mapana. Hata hivyo, ni wachache wanaofahamu maisha yake kabla ya siasa, ambapo inakisiwa alitembea karibu sana na hayati Jaramogi Oginga. Lora Utieno alizuru mtaa wa Kaloleni alikolelewa Raila na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika mtaa wa Kaloleni, kaunti ya Kisumu, jumba hili limesimama katikati ya mtaa huo, kuta zilizochanika na milango ya mtindo wa kizamani ikiashiria muda ambao jumba hili limekuwa hapa. Hapa ndipo alipolelewa Raila Odinga pamoja na ndugu zake. Wakazi hapa wakikumbuka taswira iliyokuwa miaka ya hamsini na sitini. Kulikuwa kuna wakati wa ongogo na wakati wa kupiga paka. Sasa alikuwa kimuona kijana mmoja ambaye ni mrefu, alikuwa anatuzidi, alikuwa anapenda kuvaa fentili, sisi tunaita fentili au manati eh, akivaa hapa kubwa, na nakisia kwamba huyo ndio alikuwa Raila Amolo Odinga. Ilikuwa sana sana kwenda kupiga mapaka na kwenda kupiga ongogo, wakati wa ongogo na kuindawinda apoyo, si apoyo, ni sungura hapa kumbukumbu ya Jaramogi pia ipo hai. Wakazi wanasema alivyokuwa anatangamana na watu huenda ikawa mwanzo wa kumfunza Raila jinsi ya kupata wafuasi wa kisiasa. Ikiwa kuna mambo ya uchaguzi yoyote, huyu mzee lazima atakuja Kaloleni atakutana na wale wazee wa Kiislamu wale wa Kaloleni na kuwaeleza vile yeye anavyotaka na mwisho ya siku utakuta yeye amefaulu kuchaguliwa kwa sababu ya support ya hawa Raila will pick up your call Raila will answer your call if it is missed call that is the Raila I know not many leaders to be a I would mention a thousand. Jua likitua kwa kigogo wa kisiasa, kumbukumbu ya Raila imesalia haswa kwa wale waliomjua tangu zamani. Huku taifa likiomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, katika mtaa huu wa Kaloleni wanamkumbuka jirani na mwendani wa karibu. Lora Otieno, Runinga ya Citizen.